Natangaza rasmi ukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo, na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu. Kama alivyosema Mheshimiwa Benson Kigaila, haiwezekani na haitotokea CCM kuwa daraja letu kwa sababu na kwa nini tumesema haya kwa sababu kuna mambo yanaendelea endelea huko, watu wanaondoka ondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya, hatukuingia Chadema kufuata vyeo, hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii, tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Wote tuna historia zetu hapa. Mimi watu wanajua ilikuwa chana teni, aa, raha mstarehe kabisa, maisha mazuri kabisa yanaendelea. Nikatoka pale, Mungu akanibariki akaninyanyua, nikaenda kampuni ya Vodacom, maisha yakawa raha mstarehe tena, raha kweli kweli, ni raha eh? Na tukisema raha nakumbuka, na wengine mnakumbuka, raha kweli kweli fedha zipo, mishahara mizuri, marupurupu mazuri, suti nzuri, viatu vizuri, ukipanda ndege ni first class. Tuliacha hayo, tulikuja Chadema kwa sababu tulitaka tuungane na sisi kutoa mawazo yetu ya kuwapigania Watanzania kwa haikuwa bahati mbaya ya kuwepo Chadema na wala haikuwa bahati mbaya kuweza kuvumilia yote ambayo tumeyapitia katika chama hiki, katika umri wetu huu, katika mazingira yetu haya na hivyo hivyo, hatutokata tamaa. Tunayaamua haya kwa sababu inawezekana wapo ambao leo hawatotuelewa, inawezekana watakaokuwepo leo wakalishwa maneno mengi ya uongo, ya fitna, ya majungu dhidi yetu, kama ambavyo yamekuwa yakilishwa ya, ya, ya wakati wote, lakini tumesimama imara. Wengi atalishwa, lakini ni ukweli ni kwamba Chadema imepoteza mwelekeo. Chadema imepoteza dira. Chadema imepoteza nguvu ya kitaasisi. Chadema imepoteza umoja wa kuhakikisha kwamba inasimamia inachokiamini na inatekeleza inachokiamini, na hatujafika hapa kwa bahati mbaya. Tumefika hapa kwa sababu ya madhara ya udhaifu usiokuwa imara ndani ya Chadema hivi sasa. Unaweza ukashinda kwa hila, unaweza ukashinda kwa upanga, unaweza ukashinda kwa njama, unaweza ukashinda kwa uongo, unaweza ukashinda kwa hiliba, unaweza ukashinda kwa ulaghai, unaweza ukashinda kwa kila namna iliyo ovu na utashinda. Lakini unapaswa pale mara baada ya kushinda ujitathmini, ujipime, ujue sasa wewe ni kiongozi wa watu ujue sasa wewe una wajibu wa kuunganisha watu, una wajibu wa kutoa mbadala wa, wa, wa, wa mipango, una wajibu wa kutengeneza mikakati, una wajibu wa kutunga sera zenye kushawishi na sio vinginevyo. Huwezi ukashinda kwa hiliba ukadhani utaongoza chama kwa hiliba, au nchi kwa hiliba, au hata taasisi yote. Huwezi ukashinda sijui kwa upanga ukadhani unaweza ukaiendesha nchi au chama kwa upanga, sio kweli. Sisi sio mbuzi, sisi sio punda, sisi sio ng'ombe, ni watu wazima hapa, na sio sisi tu. Na nataka niwaambieni, kuna gharika inakuja. Nataka niwaambieni, kuna gharika inakuja na hawatoweza kuizuia kwa hiliba. Wame watu wamewagundua, watu wamewaona, na kila ukiwashauri ukiwa kitu, wewe ni timu fulani, wewe kila ukiwa...